Umenipandisha kuniita profesa, unaniita profesa. Kwa hiyo leo nitakuzengua kiprofesa. Mheshimiwa, naomba nichangie, nishauri bodi ya ligi iwe, iwe, iwe, isiongozwe na TFF iwe, iwe, iwe independence, wazungu wanasema ijitegemee. Tunaona hivyo hivyo, independent, independent, hivyo hivyo tunaona sasa inapokea maelekezo tu kutoka kwenye bodi kwenye TFF. Kwa hiyo ninaomba sana mheshimiwa mwenyekiti tuache na tuunde bodi ya ligi inayojitegemea. La mwisho kwenye kiti kwenye mfuko wa wasanii nimewaona rafiki zangu wasanii, najua tatizo huko serikalini, huwa mnakurupuka hamjui